Maso maso wa Tanzania kwa ujumla. Awali ya yote, tukupongeze, lakini pia ushindi huu una maana gani kwako ukizingatia wewe ni mtoto mdogo bado, ni kijana ambaye umri wako bado unachipukia. Karibu. Asante. Mimi kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa kunijalia nafasi hii ya kuwa ni katika washindi watano wa leo. Kwa kweli nina furaha kubwa ambayo siwezi kuielezea kwa hakika, na hii yote ni kwa sababu ya, ya juhudi ambayo nimeifanya ni Hmm, labda katika ushindi huu siri ni nini, nani Amoim ambaye aliweza kuwa nyuma yako kuhakikisha wewe unafika hapa ulipofika mpaka umeweza kuwa mshindi, um, namba tano katika washiriki kutoka sehemu mbalimbali watu takriban kumi na saba lakini wealila alhamdu umeibuka kidedea. Siri ni nini? Ni nani ambaye yuko nyuma ya wewe kuhakikisha umefika hapa ulipo? Karibu. Kwanza kabisa ni kufuatilia na, na kuheshimu mipango ya waalimu hasa katika kukupangia namna ya kufanya murajaa na kukusikiliza yaani kwa kiufupi ni, ni kuwasikiliza walimu lakini vile vile ukiachana na kuwasikiliza na kuwa na heshima nao, nafikiri huo ni msingi mkubwa ukiachana na juhudi zangu binafsi ambazo nilikuwa nikizitoa, mfano kusoma, fanya muraja kwa wingi usiku na mchana e, na nafikiri ni hivyo. Na basi mimi nikutakia kila laheri Jaafar, kama una yote hapo unaweza kaendelea naye na umalizane naye. Kubwa pamoja na zawadi nyingine ambazo ametunukiwa wa uh, mshindi wetu watano lakini Royal Polyclinic inampa bima ya afya kwa mwaka mzima, subhanallah. Eh, hatukombei maradhi lakini ikitokea kadari, ehe, basi ujue matibabu yako yako chini ya Royal Polyclinic bila Allah, shaka iko hivyo. Asante, bado tunaendelea kubaki nawe katika wasaa wetu huu na kwa hakika eh, ni mengi mazuri ambayo tunayategemea, hmm, kuyapata kutoka katika viunga hivi Aka...